Mkurugenzi huyo ameyasema hayo katika kijiji cha Mpara kilichopo Halmashauri ya Wilaya ya Kilwa mkoani Lindi wakati wa uzinduzi wa chanzo cha maji huku akisisitiza wa wananchi wa kijiji hicho cha Mpara kuhakikisha wanatunza vyanzo vya maji na kuhifadhi ili iwe endelevu kwa mahitaji ya baadaye huku wananchi wa kijiji hicho wakiahidi kutunza vyanzo hivyo. Jukumu la pili ni kugawa maji kutoka katika vyanzo. Jukumu la tatu ni kuzuia kuhifadhi kudhibiti uchafuzi wa vyanzo vya maji ili visichafuliwe. Kazi ya uhifadhi wa vyanzo vya maji, bodi ya maji bonde la Ruvuma na Pwani ya Kusini imeainisha na kutambua vyanzo vya maji 81 ambavyo vimeandaliwa mpango wa kuhifadhi kwa kushirikiana na halmashauri za mji, wilaya, mamlaka za maji za miji na za wilaya na wadau wengine. Kati ya hivyo jumla ya vyanzo ishirini vimewekewa mipaka kwa ajili ya kuhifadhiwa ikiwa ni pamoja na chanzo cha maji cha Mpara. Chanzo cha maji cha Mpara kipo katika mji wa Kilwa Masoko katika kitongoji cha Mpara. Eneo hili ni muhimu kwa uwepo wa maji chini ya ardhi kwa kuwa miamba yake ina uwezo wa kutunza maji na uwezo wake ni kama alivyosema mkurugenzi wa mamlaka ya maji kwamba vina uwezo wa kuzalisha lita milioni moja na laki tano kwa siku hivyo kukifanya chanzo hiki kuwa ni eneo muhimu kwa ajili ya matumizi ya maji ya nyumbani na shughuli nyingine za kiuchumi. Kazi zilizokuwa zimepangwa kufanyika katika chanzo hiki baada ya kutuku kuona kwamba ni muhimu kihifadhiwe, kwanza ilikuwa ni kutembelea na kuainisha mipaka ya chanzo, toa elimu na uhamasishaji wa jamii inayozunguka eneo lote la chanzo cha maji katika kijiji cha Mpara juu ya umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji na madhara ya kufanya shughuli hatarishi karibu na vyanzo, kuandaa nguzo za zege pamoja na mabango yenye jumbe za katazo kupanda miti rafiki wa maji 1500 kuandaa ramani ya eneo linalotakiwa kuhifadhiwa kwa ajili ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali kufanya tathmini ya matokeo ya kazi za uhifadhi. Kazi zilizotekelezwa maeneo yote ya kijiji cha Mpara yanayozunguka chanzo cha maji cha Mpara yalitembelewa na kwa ajili ya kukusanya takwimu ta, ta, ta, ta, ta, na tathmini yake ilifanyika na ndio hilo eneo likaainishwa kwa ajili ya kuhifadhiwa eneo lililoainishwa kwa ajili ya kuhifadhiwa ni ekari ni, ni 198 jamii ni ya, na ya mia kijiji cha Mpara, cha Mpara inayozunguka chanzo cha maji cha Mpara wamepewa elimu juu ya umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji na madhara ya kufanya shughuli hatarishi karibu na vyanzo Hili lilitokana na kwamba baada ya mipaka kuainishwa, ilionekana bado wananchi walikuwa wanafanya kazi, shughuli hatarishi ndani ya chanzo, ikiwa ni pamoja na kukata miti, kufanya kilimo kisicho endelevu. Na ukiangalia miamba yetu hii ya pwani ni miamba ambayo inapitisha maji, kwa maana yake, kwa, kwa kizungu tunaita recharge, sehemu ambayo inaongezea ina, ina, ina yale maji yaliyokuwepo chini ya ardhi. Haitoki mbali, ni maeneo haya haya kwa maana yake, shughuli za kibinadamu zikifanywa ambazo ni hatarishi, ikiwa pamoja na kilimo na kutumia viatilifu mbalimbali vya kilimo, vinaweza vikachafua maji yetu na vikawa haviwezi vika, kutumika au vikapelekea gharama kubwa ya kuweza kuyatibu. Tunatarajia kwamba baada ya kufanya shughuli hizi, shughuli za kibinadamu ambazo ni hatarishi kwa ustawi wa mazingira ya vyanzo vya maji utapungua kuwa na jamii iliyoelimika juu ya umuhimu wa utunzaji wa vyanzo vya maji, kupungua kwa uchafuzi wa chanzo cha maji cha Mpara, kuongezeka kwa wingi wa maji katika chanzo, kuimarika kwa uoto wa asili katika mazingira ya chanzo na kupungua kwa gharama ya kutibu maji kwa matumizi ya nyumbani. Changamoto ni pamoja na ukataji wa miti holela kwa ajili ya biashara za mkaa, uandaaji wa mashamba, kilimo, matumizi ya madawa ya kuulia wadudu na kama makazi, tutayaacha yasogee basi, tutakuwa pia na changamoto ya utupaji wa taka ngumu pamoja na taka maji. Ndio maana tukaamua kuiainisha mipaka na kukiacha chanzo kiwe huru ili maji yaweze kuongezeka. Kwa asili rasilimali ya maji ni mtambuka kwa kuwa inagusa kila sekta ya kiuchumi, kitamaduni na zaidi sana siasa, kwani maji ni uhai na maji ni siasa. Hivyo basi ofisi yetu inasisitiza kuwepo muunganiko wa sekta zote katika majukumu yanayohitaji msukumo katika ngazi zote. Tushirikiane kikamilifu katika uhifadhi kuvitunza vyanzo vya, vya maji na pale panapo kunapokuwa na changamoto zitafutiwa ufumbuzi kwa pamoja. Utunzaji wake sisi tutaangalia katika tutatunza katika kuangalia ubaya ambao utakayetokea katika chanzo cha maji, aidha kama watu kuingia kukata miti au wanaoingia mwili ndani kulima, kwa vile tutatunza kwa njia hiyo kudhibiti hali maovu yote.